Karibuni tena katika tafakuri yetu ya maagano ya kujitenga, na hii ni sehemu ya nne isemayo mfanye Mungu atembee pamoja na wewe. Mfanye Mungu atembee pamoja na wewe. Katika tafakuri hii, tutaona jinsi ya kumfanya Mungu atembee na sisi. Tuliona Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda. Tulisoma hilo katika Warumi 8:28 mpaka 30. Wale wanaompenda hufanya agano la kujitenga na jambo fulani na kulitimiza. Kwa mfano, tunapoahidi au tunapoagana na Mungu kwamba tunajitenga au tunaacha kutenda dhambi na kushikilia uamuzi huo, Mungu wetu hufurahi naye. Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu huandamana nasi na kutenda pamoja nasi. Hata maandiko yanasema sala ya mtu mwadilifu ina nguvu ya kutenda mengi, na hii tunaisoma katika Yakobo 5:16. Tunapoahidi na tunapoagana na Mungu kuwa tunajitenga kwa mfano na kinywaji au pombe sio kwa sababu nyinginezo bali kwa sababu ya kujiweka wakfu kwake. Hakika Mungu anaandamana nasi kama alivyoahidi kwa Warekabi. Hiyo inapatikana katika Yeremia 35:19. Tunapoagana na Mungu kuwa tutajitenga na jambo lolote zuri, kwa mfano kutokula chakula fulani au kutembea pekupeku peku, au kutokuzikata nywele, yani kujitenga na urembo fulani na kadhalika, kwa ajili ya Mungu, na tukishikilia maagano hayo Mungu huwa mwaminifu Anatembea na sisi kwa njia ya Roho wake Mtakatifu kama ilivyokuwa kwa Samsoni. Tunapoahidi kuishi maisha ya useja kwa mfano, kwa ajili ya Mungu, Mungu hutembea nasi na kutenda nasi kwa njia ya, kwa njia ya Roho wake Mtakatifu ikiwa kama tutashikilia maagano yetu, kama alivyotembea kwa kishindo na mtume Paulo tunapoweka maagano ya kujitenga na anasa za dunia na kuishi maisha ya ufukara kwa ajili ya Mungu. Mungu haachi kutembea na sisi na kutenda pamoja nasi, kama alivyotembea na watakatifu wake kama vile Mtakatifu Francisco wa Azizi. Lakini tunapoyavunja maagano hayo na kurudi katika hali zetu, tunamchukiza Mungu na Roho wake Mtakatifu anaacha kutenda na sisi. Ndiyo maana Daudi katika Zaburi anamwomba Mungu asimwondolee Roho wake Mtakatifu, Zaburi ya hamsini na moja mstari wa kumi na moja. Ndiyo maana kuna wale wachungaji wenye makanisa yao wanaosema Fuata ninayokufundisha usifuate yale ninayotenda. Hao ni matapeli wa kiimani, hao hakika Mungu hayupo kutenda pamoja nao, kwani wamejihalalishia maovu yao, badala ya kujutia na kuwa na unyenyekevu wakajinyenyekeza mbele za Mungu, wanatenda kwa kiburi, fuata ninayokufundisha Usifuate ninayotenda. Hicho ni kiburi cha uzima na maandiko yanasema hakuna awezaye kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu, Wakorinto wa kwanza kumi na mbili tatu. Manake watu wa namna hiyo hakika hawatendi kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa sababu ya kuwa na kiburi cha uzima. Vilevile, kuna wale wachungaji wanaosema mimi ni anointed. Kwa Kiswahili wanamaanisha mimi ni mpakwa mafuta. Kwa hiyo, eti wanasema hata kama nikiwa na dhambi nikisimama kuhubiri Yesu, lazima anakuwepo pamoja nami. Hakika hao ni waongo, tena waongo wakubwa kwa sababu roho wa Mungu hayupo pamoja nao. Hao ni nao, wana kiburi cha uzima, wanakosa kuwa na unyenyekevu mbele za Mungu. Badala yake wanasema hata nikiwa na dhambi, Yesu lazima atasimama na mimi. Hakika ni jambo baya sana. Tuliona, ijapokuwa roho wa Mungu aliandamana vyema na Samsoni na akatenda mambo ya ajabu na makuu kwa uweza wa Roho Mtakatifu, lakini pale alipovunja maagano ya kujitenga, mara moja Mungu alimwacha akawa dhaifu, hata Wafilisti walimchezea kama mtoto mdogo na kumtoboa macho. Sasa kilichotokea ni nini? yeye hakujitambua kwamba Roho Mtakatifu alikwisha kumwacha. Alichofanya, aliendelea na mazoea yake, akidhani bado anaye Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walivyomwambia kwamba wafilisti wamekuja, alichofanya yeye alitoka nje ili apambane nao, kumbe Roho Mtakatifu alikwisha kumwacha. Soma Waamuzi kumi na sita ishirini. Lakini utaona Samsoni alipokuwa akishikilia maagano ya kujitenga na yale Mungu aliyomtaka kujitenga nayo, Mungu alitembea naye. Roho wa Mungu alimjia mara kwa mara na kumtia nguvu za kupambana na Wafilisti, hata kuua wanyama wakali kwa mikono yake. Utaona hata alipokuwa katika nyumba ya kahaba, Roho wa Mungu alimjia na kumwezesha kupambana na adui zake walipotaka kumvizia na kutaka kumwangamiza. Ukisoma Waamuzi 16:1 utaona jinsi alivyoenda akang'oa lango la mji akajitwika akaenda nalo mpaka kwenye vilele vya milima na kulitupa na kwenda zake. Wafilisti walitetemeka kwa hofu. Kwa nini? Kwa sababu bado alikuwa ameyashikilia maagano yake na Mungu, na Mungu alitembea naye. Kumbe ni vibaya kumwahidi Mungu kuwa tutajitenga na jambo fulani, lakini bado tunaendelea kulifanya. Hata kama tunalifanya sirini, Mungu wetu anatuona hata katika siri zetu za ndani tusimdanganye Mungu huku tukiwafurahisha wanadamu. Hakika ni aheri kukosa watu wa kuandamana na sisi kuliko kumkosa Mungu wa kuandamana nasi. Tutaendelea.